Kitu cha kusikitisha sana kilitokea uhum. Hiyo nakumbuka uh, mtu pekee ninayemfahamu ni mjomba wangu, na siku ambayo tunakaa naye chumba kidogo, nakumbuka nilikuwa na kati ya miaka mitatu minne, nakumbuka hii na uh, kisha mtu akagonga mlango kwa nguvu ukafunguka, na mjomba alikuja mbio uhum. Kisha kuna hawa watu watano wakaingia walikuwa wanajeshi uhum. Wakati huo taifa lilikuwa kwenye vita ya wenyewe kwa wenyewe. Basi wakaingia ndani ya nyumba sijui kwa nini walikuwa wanamfukuza mjomba, kisha wakampiga risasi. Walimpiga risasi tano na wakimwangalia akivuja damu mbele yangu, nimekaa pale, wanampiga mmoja, wanasubiri, wanapiga risasi, wanangoja, wanapiga, wanasubiri uhum. Nakumbuka walikuwa wakipiga risasi katika sehemu ambazo si kumuua papo hapo. Basi naona hawa wanaume wamesimama pale chumbani wanamtazama na anatokwa damu taratibu, ah. Na walikuona pale, ndio walihakikisha kwamba nipo pale. Kwa hiyo walinisogeza karibu naye, wakampiga risasi nikiwa karibu naye, na wanamwangalia akifa polepole pole na kwa sababu hiyo nikapoteza fahamu. Kwa hiyo nilipozimia, nilipoamka asubuhi iliyofuata, watu katika mtaa walikuwa wamekuja kuona kilichotokea. Niligundua kuwa nimekuwa mtu wa tofauti. Niligundua wakati huo kuna kitu kilikuwa kimenitoka ubinadamu, ni kama sikuweza tena kuwa binadamu tangu wakati huo hadi nilipozaliwa mara ya pili nikiwa na miaka ishirini na nne. Furaha yangu kuu ilikuwa kusababisha taabu. Nilikuwa mtu wa huzuni, nilifurahia kusababisha matatizo, kuua. Nilifurahia kuona watu wakiteseka, na hilo lilinitengenezea shangwe. Lakini nikifuatilia, mm nagundua -hmm. ni, na ni baada ya kilichotokea siku mjomba wangu alipouawa mm -hmm. Kwa hiyo baada ya kilichotokea mjomba wangu amekufa, na nikageuka kuwa mtu wa tofauti. Wale watu wa uchawi walikuja kwa mama yangu na kusema, unajua nini kimetokea kwa kaka yako? Uh, ni kwa sababu tunamtaka kijana huyu, inabidi umtoe sasa rasmi kwetu, inabidi umkabidhi yeye kwetu. kwa hiyo aliniambia naona, nimekumbuka hii. Alinipeleka kuna mahali ambapo makao makuu ya uchawi. Promover TV, a home of